Hivi, umewahi kujiuliza kama ile hadithi ya zamani ya Nuhu inaweza kuwa na uhusiano wowote na siku za mwisho? Inaweza kuonekana kama hadithi ya kale tu, sivyo? Lakini kuna andiko moja la kiteolojia ambalo linadai ndiyo, uhusiano upo na ni mkubwa sana. Leo tutachunguza kwa undani jinsi andiko hili linavyounganisha nukta hizi mbili. Hebu tuingie ndani. Okay, sasa ili kuelewa hoja yao, lazima tuanze pale walipoanzia wao. Na msingi wa kila kitu ni unabii mmoja wenye nguvu. Nukuu ambayo inasemekana ilitoka moja kwa moja kwa Yesu mwenyewe. Hapo ndipo hoja nzima inapojikita. Fikiria hivi, watu wanaendelea na maisha yao ya kawaida, wanakula, wanakunywa, wanaoa, wanaolewa, hawana habari kabisa na hatari inayokuja. Andiko hili linasema, Hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati wa Nuhu na ndivyo hasa itakavyokuwa kabla ya mwisho. Ni kama kusema historia inakaribia kujirudia na onyo liko wazi mbele ya macho yetu. Sawa, kama hali itakuwa kama siku za Nuhu, basi inabidi tujiulize swali muhimu sana na ndilo andiko hili linajaribu kulijibu. Hizo siku za Nuhu zilikuwaja sasa? Ni nini hasa kilikuwa kinaendelea? Basi ili kujibu swali letu, andiko hili linaanza na kanuni moja ya msingi. Linasema hukumu ya Mungu haiji tu ghafla bila sababu. La hasha! Inadai kuna kama kikomo fulani, yaani dhambi inapofikia kiwango fulani ambacho akiwezi kuvumilika tena. Na hapa ndipo panapovutia zaidi. Andiko hili linasema hii siyo tu kuhusu Nuhu, hii ni kanuni, ni kama pattern inayojirudia kwenye historia. Uvumilivu wa Mungu unafika mwisho pale dhambi inapofurika. Hebu tuangalie mifano wanayoitumia kuthibitisha hili. Bila shaka, mfano wa kwanza ni ulimwengu wa Nuhu wenyewe. Maandiko yanasema uovu ulikuwa mwingi, yani ulikuwa umefurika kila mahali. Halafu wanaelekeza kwa Waamori huko Kanani. Hapa ni kinyume chake. Mungu anasema waziwazi, bado hukumu yao ilicheleweshwa kwa sababu kama andiko linavyosema, uovu wao haujatimia bado. Bado hawajafikia kile kikomo. Na bila shaka kuna Sodoma na Gomora. Hapa tena tunaona dhambi ikifikia kiwango kingine kabisa. Inasemekana kilio chao kilikuwa kikuu na dhambi yao nzito mno. Wao walikuwa wamevuka kile kikomo. Na mifano yote hii inatuleta kwenye hoja kuu. Andiko hili linasema kama ilivyokuwa kwa Nuhu, wa Amori na Sodoma, ndivyo itakavyokuwa kwa ulimwengu mzima siku za mwisho. Kanuni ni ile ile, dhambi itafikia kilele chake. Sawa, tumeona kanuni ya dhambi kujaa, lakini swali ni, ni dhambi gani hasa hizi? Andiko hili linaingia kwa undani zaidi, likichambua hasa ni nini kilikuwa kinaendelea katika jamii ya Nuhu. Kimsingi wanazigawa katika makundi mawili. Kwanza tuangalia dhambi za kijamii na kimwili. Fikiria maisha ambayo hayana nafasi ya Mungu kabisa. Kila kitu kinahusu mimi, kula, kunywa, kuoa, tamaa, uroho, maisha ya kidunia tu, bila kujali chochote kingine. Lakini subiri ile hoja ya mwisho kuhusu ndoa zilizokatazwa. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia zaidi. Hii inafungua mjadala mkubwa sana wa kiteolojia na andiko hili linaingia moja kwa moja. Okay. Kuna nadharia mbili kuu. Nadharia moja ambayo ni maarufu sana inasema wana wa Mungu walikuwa ni malaika walioasi, wakaja duniani na kuoa wanawake. Lakini mwandishi wa andiko hili anasema hapana. Anadai wana wa Mungu walikuwa ni wazao wa Sethi, ule ukoo uliomcha Mungu na dhambi yao ilikuwa ni kuchanganyika na kuwa wazao wa Kain ambao walikuwa wamepotoka. Sasa anatoa sababu mbili za kupinga ile nadharia ya malaika. Kwanza anasema subiri kidogo, malaika ni viumbe wa kiroho, hawawezi kuzaa kimwili. Lakini hoja ya pili ndio nzito zaidi. Inahusu wale wanefili, yale majitu. Kama kweli walizaliwa kutokana na muungano huu na wote wakaangamia kwenye gharika, inakuwaje biblia inawataja tena baada ya gharika hilo haliingia akilini kulingana na andiko hili sawa tumeona dhambi za kijamii lakini andiko hili linasema kulikuwa na tatizo kubwa zaidi tatizo la kiroho na tatizo hili linaonekana wazi kupitia hadithi ya mtu mmoja na misheni yake ilionekana kushindwa hapa ndipo andiko hili linapochukua namba moja tunayoifahamu sote miaka 120 na kuipa tafsiri tofauti kabisa na tulivyoizoea. Wengi hufikiri miaka mia na ishirini ilikuwa ni ukomo mpya wa umri wa kuishi wa mwanadamu, lakini andiko hili linasema la hasha. Ile miaka mia na ishirini ilikuwa ni kipindi cha neema, ilikuwa ni fursa ya mwisho aliyowapa watu ili watubu. Nuhu alikuwa anajenga safina, na wakati huo huo anahubiri onyo la hukumu inayokuja. Kwa hiyo fikiria hivi: kwa miaka mia moja na ishirini Mungu alikuwa anasubiri kwa uvumilivu, akiwapa watu muda zaidi ya wa kutosha wa kubadilika na kusikiliza onyo la Nuhu. Ni picha ya uvumilivu wa ajabu. Na hapa sasa ndipo tunapofika kwenye kiini cha onyo zima la andiko hili. Tatizo kubwa linasema halikuwa gharika yenyewe, hapana tatizo kubwa lilikuwa jinsi watu walivyoitikia, au tuseme, jinsi hawakuitikia hili ndilo janga la kweli kulingana na andiko hili, upofu wa kiroho. Unajua watu hawakuwa tu wanasema, ah, Nuhu, tunakupuuza. Ilikuwa mbaya zaidi ya hapo. Walikuwa wamezama sana katika maisha yao ya kila siku ya kidunia kiasi kwamba walikuwa vipofu, hawakuona hatari iliyokuwa ikija walikuwa hawajui kabisa, na ndio maana mstari huu ni wa kutisha sana: nao hawakujua hadi gharika ilipokuja. Ebu fikiria hilo. Sio kwamba walipuuza onyo, ni kwamba hawakujua kabisa kulikuwa na onyo. Hukumu iliwakuta wakiwa hawana habari na hawakuelewa kinachotokea, hadi ilipokuwa imechelewa mno. Basi uchambuzi huu unatufikisha kwenye swali la mwisho, swali la kujiuliza. Kulingana na andiko hili, hatari kubwa zaidi sio lile janga lenyewe linalokuja, bali ni ile hali ya kutoweza kulitambua kama hukumu ya Mungu linapofika. Ni swali la kutafakari sana, sivyo?